Hapa Tanzania kinachotutesa ni dhambi mbili tu, na wataalamu na watafiti wa dawa wanasema hizi dhambi mbili tukizikontrol, dhambi mbili hizi tumetoboa, watanzania tushakuwa vipenzi vya Allah. Dhambi zinazotutesa zinaa na ulevi. Hivi vinatutesa kweli kweli. Hivi ni vigumu kumkuta mtanzania anaabudia vitu vya ajabu ajabu, yeye Mungu Mungu na yeye zinaa na ulevi huku kwenye ulevi kwa watu wa dini si sana, lakini hapa kwa zinaa, hapa kwenye zinaa tunasema waziwazi wazi. Kwenye zinaa wameanza kuingiliwa walimu wa dini na uzinifu, sijui maamuma watakuwaje. Mara nyingi unaona baadhi ya misikiti imamu anafukuzwa, analalamika: shekhe, mbona wamekufukuza fitina msikitini? Si fitina bwana, ukifuatilia unaambia mara kibao tunamfumania imamu kule na wanawake bwana, anatutia aibu imamu. We imamu gani wewe, we imamu gani unafanya maasi ya namna kama hii? Zina ni haramu, ndugu zangu wa Kiislamu, ni jambo la kukaa mbali kweli kweli. Hata leo katika society, msikitini hapa, ufunge mlango useme yule mtu ambaye hakuwahi kuzini maisha yake, itakuwa ni tabu kweli kweli. Hili ni jambo tunaliona jepesi lakini utashangaa kuna watu wabaya wa sura hatawafikiriki, jazar Firaun, kina Abu Jahal miji dhambi ya zina pia hawajafanya. Na nimefuatilia kidogo, wala sina upendeleo, nimefuatilia kidogo kwa tafiti yangu, nimeshangaa sana hizi nchi za Kiarabu Arabu hizi zinaa si sana kabisa, yani kuna watu wako ovyo, lakini uzinifu hawafanyi nimeamua kesi nyingi kanseli, mtu ahovyo anakuja tunagombana, lakini hajawai kushiriki zinaa hata mara moja. Unamkuta mtu bado yuko msikitini sala tano, wallahi, anaendekeleza zinaa. Na ninasema wazi, zinaa miongoni mwa maradhi yake zaidi, miongoni mwa matatizo yake sitini, kinachosababisha kikubwa hatufanikiwi, maisha yanakuwa magumu. Yaani mtu hata asiwe mwislamu, awe kafiri sehemu yake ya kazi akiweka mbele wanawake, ile kazi inaharibika, lazima afukuzwe. Zina ina nuksi ya hatari. Ukizini kwanza, unaondoshewa aibu usoni mwako, kesho unaweza ukamtongoza hata mtu kama mama yako. Na ukizini leo, kwa sababu dhambi hii ina nuksi, kesho utatafuta dhambi mpya ambayo hujaifanya, kila siku nakuwa mtumwa wa madhambi. Kitendo cha dakika tano kitakuponza. Maana ya zinaa ni dhik. Dhikia kila kitu mpaka riziki yako taarifu yake ni kudhikika kwa kila kitu kabisa. Ramadhani hii imekuja kutuonya na vitu kama hivi. Mimi ni mpya tena Ramadhani imeisha, wallahi, mpaka itakuja Ramadhani nyingine sizini maisha mikwa vyovyote vile. Muislamu, amua, unaweza Walladhina jahadu fina lana hadiyannahum subulana wa inna Allaha la maal muhsinin. Wale waliopigana jihadi kwa ajili yetu miongoni mwa jihad kuzipiga nafsi zao kuzirudisha katika haki na kuziepusha na maasia kama hayo, Mwenyezi Mungu atawaongoza katika njia za kheri. Tunamwomba Allah atuongoze, tunamwomba Allah kwa jihadi ya Ramadhani nzima na visimamo vyake atujalie tuishinde nafsi na akatuingize peponi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima